Na, na, na. Umesema mwaka mia tano na mwaka huo ni baada ya Kristo, kitu ambacho hekalu halipo. Sasa kuhusu historia ya Danieli saba na Danieli nane kuhusu hekalu ni vitu mbili tofauti. Historia ya Danieli saba na Danieli nane kuhusu hekalu lililotakaswa katika Danieli nane sio ile unalofikiria wewe, kwa sababu unasema hek, eti hekalu ni lile tu la Kiyahudi. Hapana, hiyo ni uongo kwani mahekalu yalikuwa mangapi duniani? Mahekalu e. kuna hekalu lililovunjwa huko katika wakati wa wa, wa, wa, wa, wa wa mwaka wa 70 AD ni sawa? Hilo ni hekalu Aba, lakini pia wani. kuna hekalu lingine, si hata sahi, si mimi pia ni hekalu la Mungu? Si Roho Mtakatifu anakaa ndani yangu? Ndio, ndio maana nikakuuliza, usianze hapo, panaongelewa habari ya kutakaswa hekalu na patakatifu na jeshi ndio maana nikakwambia unasoma habari ya danieli sura ya saba ni sawa lakini historia unayoileta lazima ujue kwamba danieli sura ya nane mpaka kufika mstari wa kumi na tatu na wa kumi na nne kuna, kuna habari ya kutakaswa hekalu je hiyo miaka unayoitaja unahitaja hekalu lipo au halipo mbona huja niruhusi nieleze ni, ni kulingana vile najua unataka unanikandamiza tu ili nijue unapoeleza unaeleza kwenye historia ipi, ili tuweze kukufuatilia. Unanikandamiza, una ninjibu vile unataka, na wewe ulishanjibu vile unataka, na ukanjibu kitu ambacho hata hakiko. Ukiulizwa swali hata ujibu. Sasa wewe unataka tu ninjibu vile unataka. Pia asante, naomba nisikilize. Ninakupa uh -huh. ueleze uh -huh. Ila niambie ni dakika ngapi, kwa sababu mwalimu Ndacha ameshafika. Nikupe dakika ngapi? Dakika mbili, lakini hizo dakika, dakika, uh -huh. dakika mbili unapoeleza lazima utueleze kwa kuonesha kwamba hekalu lipo kama ilivyo Danieli Danieli 8:14. Mtumishi, wewe hata uielewi na hata uijui hiyo kwanza. Hiyo hata wacha nikwambie tu ukweli kuhusu Danieli 8 mstari wa 14 13 14, kwanza wewe hata uielewi na uijui, huo ndio ukweli. Kwa hivyo hata nikikuja hapo kueleza kuhusu Danieli 8:14, sawa sasa basi nisubiri basi nikuelezee kuhusu Danieli saba mstari wa saba. Wewe ndio unataka niruhusu, mtumishi. Naam, yeah. Naam, naona tufanye hivi. uh -huh. Hiyo mada tuiweke, mada ya siku yake, asanti, na ikiwezekana utaingia, uipeleke, yeye aipeleke, tuende mpaka na maswali, ili kueleweke ni nani anayesema kweli. Asante. Maana hata ukiongea na dakika mbili na hata dakika mbili la na mtaelewana lakini ikikuwa kama mada watu watajifundisha kama topic. Naona iko sawa sana. Naona. Naam. Ke. tuweke siku hata iwezekana kesho, kesho. Kesho unaweza ongea na mimi mapema. Nikuache kama mtaendeleaka na yeye kabla nitoke mkutano nipate mkiendelea. Asante. Sawa kabisa. Umeelewa alichosema Mwalimu Ndacha? Nimeelewa kabisa. Haya jamani, uh, tulivyokuwa tunamsubiri mwalimu Ndacha, tulimkaribisha kidogo ndugu yetu Gabriel kaja kidogo kuchangamsha hapa, lakini alichoongea kitakuwa mada, mada rasmi, mada rasmi. Mwalimu Ndacha, karibu sana. Asante ah, mimi niko salama, nimeshinda vizuri Mia hmm, watu kwanza ile baada ya jana na wazakubali kubali kumbe, uh, kumbe wewe ukusema kusema kweli wali, walisema wana, wanataka urudie tena sasa. Au uliowauliza nani? Wakati niliyesema ni mimi niliwauliza wale walikuwa wanasikiliza. Uliwasikiliza, uliwauliza kina nani? Oh, nilikuwa kwa mkutano yani, nilikuwa na na huko kwa mkutano ni kivubili. Haya, paka sasa mada, natuanze na, ni wewe unaanza kwa sababu mada ni yako. Asante sana. Wa, wapendwa wangu tunataka kuanza mada hapa, tutakuwa na dakika ishirini ishirini ishirini ishirini. Ngoja niweke hapa muda, naomba na wewe Ndacha huko huo unaweka, isije ikaonekana tuna tunaongea vitu ambavyo sivyo. Basi ninaomba nikapate kumshukuru Mungu sasa. Baba Mungu katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya kila sikio linalosikia. Asante kwa ajili ya kila moyo unaopokea. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo ni taa ya miguu yetu kwamba tusipotee. Ninaliomba neno hilo ndilo likapate kutuongoza hata sasa. Kamata kinywa changu, weka kala moto nikaseme yale yaliyo katika neno lako tu katika jina la Yesu amen. Ah, wapendwa wote ninawasalimu katika jina la Yesu. Mimi ninamshukuru Mungu kwamba ninapata nafasi ya kuongea na hawa rafiki zangu hasa hawa wasabato wana matengenezo Narudia, pigia mstari neno hilo, hasa hawa wa sabato wana matengenezo. Mada ya leo inasema unabii wa Ellen White wakataliwa na Biblia, unabii wa Ellen White wakataliwa na Biblia, Biblia. Mwalimu Ndacha ni kuombe kitu kimoja. Mwalimu Ndacha ume umegeuza tena mada aa, aa. Wee, mada ndio hiyo tumeweka Mada ulitangaza jana, nabii Ellen White ni nabii wa uongo, si ndio? Hicho ndio maana nikaandika hapo, unabii wa Ellen White wakataliwa na Biblia. we jambo... na sikiliza, wa kuna jambo, mada ilikuwa ya, kuna jambo ambalo naomba ni kuombe Oba. Nakusikiza hapa panasema unabii wa Ellen mm, White wakataliwa na Biblia, si maana yake nabii wa uongo ah? Ni sawa basi, lakini mada ya kichwa chake kigekuwa kama nabii wa uongo, alafu sasa uingie kwenye unabii wake sasa, ingekuwa ina- inakaa kiusomi kidogo. Hii ndio imekaa kiusomi zaidi, hamna kitu. Asante. Ah, sasa mwalimu Ndacha, una shida, usisemage tu hamna kitu, kitu. una shida gani, hmm? una shida gani? Alafu, kitu ambacho na na nitaka na naomba na nisikilize basi yeah. Aa, mimi hapa nilikuadi wewe Bibilia Nuru ya Dunia YouTube na Bibilia Nuru ya Dunia Facebook na mimi YouTube na Facebook, lakini wewe umeongeza wengine, naomba hao ulioongeza hebu wapunguze, waje kwako nako. Si wana nimewaweka wafuatilie tu. Hapana, kama unawaweka basi wafuatilie, waweke Facebook, weka Facebook zao, zisiwe YouTube. Okay, sawa sawa, sawa, endelea sasa. Asante wapendwa, mada tulionayo leo. Inasema unabii wa Ellen White wakataliwa na Biblia.